Wakati mwingine tunaficha ukweli kwa sababu tunaogopa kupoteza, lakini hatujui kuwa uongo huwa na mwisho mbaya kuliko kweli. Rehema alikuwa mfanyakazi wa ndani kwenye familia ya tajiri mzee Kasem kwa miaka miwili. Alikuwa mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye tabasamu lisiloisha, hata kama moyo wake ulikuwa umejaa maumivu. Kwa miaka hiyo yote, hakuwahi kupandishwa cheo wala kupewa ruhusa ya kutembelea familia yake kijijini. Lakini hakuwahi kulalamika. Siku moja akiwa jikoni akiosha vyombo, mwana wa Kasem, Brian, alikuja kumtazama kimya kimya. Macho yao yalipokutana, Rehema alitabasamu. Brian hakuweza kugeuza macho, kulikuwa na kitu ndani ya huyo msichana. Mzee Kasem alikuwa kitandani akihangaika na maradhi. Alimwita Brian kwa sauti ya huzuni. Mzee Kasem: Brian, kabla sijaondoka duniani, nina ombi moja ningeomba umuoe msichana mwenye roho safi, si lazima awe tajiri, bali mtu anayejua thamani ya moyo. Brian alishtuka. Baba, unamaanisha nini? Mzee Kasem: naongea kuhusu Rehema, nimemwona kwa macho yangu, huyo ni mke wa maisha. Baada ya vuta ni kuvute ya ndani, Brian alikubali, lakini kwa siri aliogopa: familia na marafiki watamcheka kwa kumuoa mfanyakazi wao wa ndani. Rehema alishtuka alipoletewa wazo hilo, lakini moyo wake ulimpenda Brian kwa muda mrefu. Ndoa ilifanyika kimya kimya kwa mtumishi wa kanisa mmoja bila harusi, bila mashahidi, bila pete. Siku chache tu baada ya ndoa, Mzee Kasem alifariki dunia. Brian aliendelea kuishi na mke wake huyo ndani ya nyumba moja na familia yake. Ila hakuna anayejua kuwa Rehema ni mke wake halali. Siku moja, dada wa Brian, Melissa, alimpata Rehema akifua nguo za Brian, akamchoma kwa kejeli. Unajiona nani mpaka unagusa nguo za kaka yangu? Mbwa wa kazi wewe. Rehema alinyamaza. Hakumwambia kuwa yeye ni mke wa kaka yake. Usiku mmoja, Melissa alimsikia Brian akizungumza na Rehema chumbani kwa upole na mapenzi. Alishika simu, akaanza kurekodi, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira. Melissa, kumbe ni zaidi ya kazi. Nitahakikisha unaondoka hapa milele, mchafu wewe. Siri ikikaa sana moyoni huwa sumu, na sumu huwa taratibu bila mtu kujua ni lini mwisho unakuja. Melissa akiwa na hasira kali aliendelea kusikiliza rekodi ya usiku ule. Alimsikia kaka yake Brian akimwambia Rehema kwa upole Brian, kwenye rekodi najua kuishi hivi ni mateso kwako mke wangu, lakini na kuahidi muda si mrefu nitawaambia ukweli. Melissa alitabasamu kwa kejeli, acha nicheze mchezo huu pole pole, aliwaza. Hakuchukua hatua mara moja bali alianza kumfuatilia Rehema kimya kimya, akitaka ushahidi zaidi wa kuibomoa kabisa. Rehema alianza kujisikia tofauti baada ya ndoa ile ya siri, moyo wake ulianza kuwa na tumaini jipya usiku mmoja alimwambia Brian, Rehema, najua ni siri yetu, lakini naogopa nikipata ujauzito. Je, tutaficha hadi lini? Brian alimkumbatia, nitakutetea hata kama dunia yote itanikataa. Siku chache baadaye Melissa alimwita rafiki yake wa karibu Sandra ambaye ni mwanahabari wa mtandaoni, akamwambia Melissa, nataka watu wajue anachofanya kaka yangu kuwa mfanyakazi wa ndani kimya kimya akiaibisha familia yetu. Sandra alishangaa, lakini Melissa akamwambia, tutatumia hii taarifa kumshinikiza au amtoe huyo msichana nyumbani haraka. Usiku mmoja Rehema alikuta picha yake kwenye WhatsApp status ya Melissa, imeandikwa: mwanamke anayejifanya mnyenyekevu kumbe ni nyoka aliyevaa ngozi ya kondoo. Alikosa pumzi, hakuamini. Machozi yalianza kumtoka bila kujizuia. Brian aliporudi nyumbani, akamkuta Rehema amekaa kwenye kona ya chumba, macho yamevimba kwa kilio. Rehema, nimevumilia. Nimekuficha. Nimekuwa mtumwa wa heshima yako. Lakini sasa, nahisi sitoshi. Sitaki tena kuficha. Siku iliyofuata, Rehema alitoweka bila kumwambia mtu. Aliacha barua chumbani. Ninapenda, lakini sina nguvu ya kupigania penzi linaloishi kwenye giza. Tafuta mwanga wako Brian. Sitaki kuwa kivuli tena. Brian alipokuta barua ile, alivunja kimya kwa kilio kikubwa. Melissa alikuja chumbani akajifanya kumsikitikia, lakini macho yake yalikuwa na tabasamu la ushindi. Wapo wanaokupenda kwa moyo, lakini dunia haitakubali mpaka uteseke. Hili si penzi la hadithi, hili ni penzi la vita. Rehema alitoweka kutoka nyumbani kwa Brian. Saa nne usiku alikuwa mtaani, akiwa na begi dogo, macho yakiwa yamevimba kwa kilio. Alienda moja kwa moja kituo cha basi cha mjini, alikata tiketi ya kwenda kijijini kwao Igunga, ambako mama yake mgonjwa alikuwa akisubiri matumaini. Wakati huo huo, Brian alikuwa tabani. Alijitupa ndani ya gari lake, akaanza kuzunguka mtaa kwa mtaa kutafuta mke wake. Brian: Rehema, usiniachie hivi, siwezi kuendelea bila wewe. Melissa alienda kwa mama yake, mama Brian, akamwambia kwa sauti ya kuvunjika. Melissa: Mama, kaka ameamua kutudhalilisha. Ana uhusiano wa siri na yule msichana wa ndani, na wameshawana kisiri. Mama Brian alishtuka kama amepigwa na shoti ya umeme. Mama Brian: Nini? Umesema nini, Melissa? Melissa: Ndiyo mama, na Rehema amekuwa akichezea hisia za kaka bila sisi kujua, ana mimba. Alipofika kijijini, mama yake alikuwa amelazwa kwenye kitanda cha udongo, akitembea kwa shida. Rehema alijilaza kando yake, akishindwa hata kuongea. Mama yake, mwanangu, mbona umefifia hivi? Je, jiji limekuumiza hadi moyo? Rehema alilia kimya, hakumweleza chochote kuhusu ndoa. Hakutaka mama ajue kuhusu mateso aliyopitia. Brian akiwa kwenye chumba chake, alitumiwa ujumbe na mtu asiyejulikana. Ikiwa unampenda huyo msichana kweli, mtafute haraka kabla familia yenu haijamuharibu kabisa. Brian alishtuka, sims haikuwa na jina. Akajua mtu huyo anajua siri ya familia yake. Aliamua kwenda Igunga bila kusema kwao. Aliacha ujumbe mfupi mezani. Naenda kumrudisha mke wangu hata ikimaanisha kumpoteza kila mtu mwingine. Brian alifika kijijini usiku, mvua ikinyesha. Alimsikia Rehema akiongea na mama yake kupitia dirisha dogo. Rehema, nampenda Brian lakini sitaki kuishi kama mke wa kivuli. Kama hanitaki hadharani basi asinipende kabisa. Brian akasimama kimya, macho yakiwa na machozi akijiuliza, Je, bado nina nafasi kwenye moyo wake au nimechelewa? Wakati mwingine tunaficha ukweli kwa sababu tunaogopa kupoteza, lakini hatujui kuwa uongo huwa na mwisho mbaya kuliko kweli. Rehema alikuwa mfanyakazi wa ndani kwenye familia ya tajiri Mzee Kasem kwa miaka miwili. Alikuwa mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye tabasamu lisiloisha, hata kama moyo wake ulikuwa umejaa maumivu. Kwa miaka hiyo yote, hakuwahi kupandishwa cheo wala kupewa ruhusa ya kutembelea familia yake kijijini, lakini hakuwahi kulalamika. Siku moja, akiwa jikoni akiosha vyombo, mwana wa Kasem, Brian, alikuja kumtazama kimya kimya. Macho yao yalipokutana, Rehema alitabasamu. Brian hakuweza kugeuza macho. Kulikuwa na kitu ndani ya huyo msichana. Mzee Kasem alikuwa kitandani akihangaika na maradhi. Alimuita Brian kwa sauti ya huzuni. Mzee Kasem: "Brian, kabla sijaondoka duniani nina ombi moja, ningeomba umuoe msichana mwenye roho safi, si lazima awe tajiri, bali mtu anayejua thamani ya moyo." Brian alishtuka: "Baba, unamaanisha nini?" Mzee Kasem: "Naongea kuhusu Rehema, nimemwona kwa macho yangu, huyo ni mke wa maisha." Baada ya vuta ni kuvute ya ndani, Brian alikubali, lakini kwa siri aliogopa familia na marafiki watamcheka kwa kumuoa mfanyakazi wao wa ndani. Rehema alishtuka alipoletewa wazo hilo, lakini moyo wake ulimpenda Brian kwa muda mrefu. Ndoa ilifanyika kimya kimya kwa mtumishi wa kanisa mmoja, bila harusi, bila mashahidi, bila pete. Siku chache tu baada ya ndoa, Mzee Kasem alifariki dunia. Brian aliendelea kuishi na mke wake huyo ndani ya nyumba moja na familia yake. Ila hakuna anayejua kuwa Rehema ni mke wake halali. Siku moja, dada wa Brian, Melissa, alimpata Rehema akifua nguo za Brian, akamchoma kwa kejeli. Unajiona nani mpaka unagusa nguo za kaka yangu? Mbwa wa kazi wewe. Rehema alinyamaza. Hakumwambia kuwa yeye ni mke wa kaka yake. Usiku mmoja, Melissa alimsikia Brian akizungumza na Rehema chumbani kwa upole na mapenzi. Alishika simu, akaanza kurekodi, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira. Melissa, kumbe ni zaidi ya kazi, nitahakikisha unaondoka hapa milele, mchafu wewe. Siri ikikaa sana moyoni huwa sumu. Na sumu huwa taratibu, bila mtu kujua ni lini mwisho unakuja. Melissa, akiwa na hasira kali, aliendelea kusikiliza rekodi ya usiku ule. Alimsikia kaka yake Brian akimwambia Rehema kwa upole. Brian kwenye rekodi: najua kuishi hivi ni mateso kwako mke wangu, lakini na kuahidi muda si mrefu nitawaambia ukweli. Melissa alitabasamu kwa kejeli. acha nicheze mchezo huu polepole pole, aliwaza. Hakuchukua hatua mara moja bali alianza kumfuatilia Rehema kimya-kimya akitaka ushahidi zaidi wa kuibomoa kabisa. Rehema alianza kujisikia tofauti baada ya ndoa ile ya siri, moyo wake ulianza kuwa na tumaini jipya. Usiku mmoja alimwambia Brian, Rehema, najua ni siri yetu, lakini naogopa nikipata ujauzito. Je, tutaficha hadi lini? Brian alimkumbatia, nitakutetea hata kama dunia yote itanikataa. Siku chache baadaye, Melissa alimuita rafiki yake wa karibu, Sandra, ambaye ni mwanahabari wa mtandaoni. Akamwambia, "Melissa, nataka watu wajue anachofanya kaka yangu, kuwa mfanyakazi wa ndani kimya kimya akiaibisha familia yetu." Sandra alishangaa, lakini Melissa akamwambia, "Tutatumia hii taarifa kumshinikiza au amtoe huyo msichana nyumbani haraka." Usiku mmoja Rehema alikuta picha yake kwenye WhatsApp status ya Melissa, imeandikwa mwanamke anayejifanya mnyenyekevu, kumbe ni nyoka aliyevaa ngozi ya kondoo. Alikosa pumzi, hakuamini, machozi yalianza kumtoka bila kujizuia. Brian aliporudi nyumbani, akamkuta Rehema amekaa kwenye kona ya chumba, macho yamevimba kwa kilio. Rehema, nimevumilia, nimekuficha Nimekuwa mtumwa wa heshima yako, lakini sasa nahisi sitoshi. Sitaki tena kuficha. Siku iliyofuata, Rehema alitoweka bila kumwambia mtu. Aliacha barua chumbani. Ninapenda, lakini sina nguvu ya kupigania penzi linaloishi kwenye giza. Tafuta mwanga wako, Brian. Sitaki kuwa kivuli tena. Brian alipokuta barua ile, alivunja kimya kwa kilio kikubwa. Melissa alikuja chumbani akajifanya kumsikitikia lakini, macho yake yalikuwa na tabasamu la ushindi. Wapo wanaokupenda kwa moyo, lakini dunia haitakubali mpaka uteseke. Hili si penzi la hadithi, hili ni penzi la vita. Rehema alitoweka kutoka nyumbani kwa Brian saa nne usiku. Alikuwa mtaani akiwa na begi dogo, macho yakiwa yamevimba kwa kilio alienda moja kwa moja kituo cha basi cha mjini. Alikata tiketi ya kwenda kijijini kwao Igunga ambako mama yake mgonjwa alikuwa akisubiri matumaini. Wakati huo huo, Brian alikuwa taabani. Alijitupa ndani ya gari lake akaanza kuzunguka mtaa kwa mtaa kutafuta mke wake. Brian, Rehema, usiniachie hivi. Siwezi kuendelea bila wewe. Melissa alienda kwa mama yake mama Brian, akamwambia kwa sauti ya kuvunjika Melissa, mama kaka ameamua kutudhalilisha. Ana uhusiano wa siri na yule msichana wa ndani na wameshawana kisiri. Mama Brian alishtuka kama amepigwa na shoti ya umeme. Mama Brian, nini? Umesema nini Melissa? Melissa, ndiyo mama. Na Rehema amekuwa akichezea hisia za kaka bila sisi kujua ana mimba. Alipofika kijijini mama yake alikuwa amelazwa kwenye kitanda cha udongo akitembea kwa shida. Rehema alijilaza kando yake akishindwa hata kuongea. Mama yake, mwanangu, mbona umefifia hivi? Je, jiji limekuumiza hadi moyo? Rehema alilia kimya, hakumweleza chochote kuhusu ndoa. Hakutaka mama ajue kuhusu mateso aliyopitia. Brian akiwa kwenye chumba chake, alitumiwa ujumbe na mtu asiyejulikana. Ikiwa unampenda huyo msichana kweli, mtafute haraka kabla familia yenu haijamuharibu kabisa. Brian alishtuka, sims haikuwa na jina. Akajua mtu huyo anajua siri ya familia yake. Aliamua kwenda Igunga bila kusema kwao. Aliacha ujumbe mfupi mezani. Naenda kumrudisha mke wangu hata ikimaanisha kumpoteza kila mtu mwingine. Brian alifika kijijini usiku, mvua ikinyesha. Alimsikia Rehema akiongea na mama yake kupitia dirisha dogo. Rehema, nampenda Brian, lakini sitaki kuishi kama mke wa kivuli. Kama hanitaki hadharani, basi asinipende kabisa. Brian akasimama kimya, macho yakiwa na machozi, akijiuliza, je, bado nina nafasi kwenye moyo wake au nimechelewa?